Unawashwa, hizi fedha zitoke haraka ili tuweze kupata umeme. Mheshimiwa Spika, baada ya kusema hayo, sasa nianze kwa, kwa kuzungumzia eh, mambo ambayo katika bajeti hii tusipo yatafutia ufumbuzi taifa hili litaendelea kuangamia, na nianze na la kwanza kabisa la kuporomoka kwa thamani ya sarafu yetu ya Tanzania kuporomoka kwa sarafu ya Tanzania. Mheshimiwa Spika, leo tunatumia shilingi elfu mbili na sabini na tano kununua dola moja ya Kimarekani, na maisha yanazidi kuwa magumu kwa sababu ya kuporomoka kwa thamani ya sarafu. Kwa nini jambo hili linatokea? Upande mmoja wa jambo hili kutokea, ambalo nitashauri serikali waache porojo, wale wenye dhamana kwenye wizara ambazo zitatatua swala ninaloenda kulisema sasa viwanda na biashara. Mheshimiwa Spika, nchi yetu imekuwa dampo la bidhaa nyingi utitiri, ambazo sisi wenyewe tunaweza tukazizalisha. Tunapokuwa na bidhaa nyingi kutoka nje utitiri, tunalazimika kuisaka dola ya Marekani kila kona. Kitendo cha kuwa na mahitaji makubwa ya dola ni kuifanya shilingi yetu iweze kuporomoka, kushuka thamani. Waziri wa viwanda tangu nimeingia Bunge hili zimekuwa ni porojo, tutajenga viwanda. Na mheshimiwa Zambi hapa leo wakati anajibu swali la, la, la, la swala la sukari, na yeye ameendelea kutudanganya hapa mchana kweupe kwamba eti mtajenga viwanda. Zaidi ya miaka hamsini na tano tulijenga viwanda, umeuza leo havipo. Leo unatuambia unaenda kujenga viwanda vya sukari. Huu ni uongo. Leo mnaagiza tani laki mbili na tisini elfu, tunahitaji dola nyingi sana kwa ajili ya kuagiza sukari kutoka nje. Hii inaongeza kuporomoka kwa thamani ya pesa. Mheshimiwa Spika, wakati naenda kumshauri waziri wa, wa, wa viwanda na biashara Dokta Kigoda, leo nimelazimika kuja na semi traila ambalo lina bidhaa mbalimbali sampuli mia sita na mbili kwa bahati mbaya nimeliacha nje semi trailer, aliwezi kuingia humu ndani lakini nimepakua baadhi ya bidhaa ambazo nataka kuzionyesha bungeni na ziwe ni sehemu ya ansad yako. Naomba nizimwage hizi bidhaa hapa. Hapa tunaongea tuleti bidhaa, bidhaa zinapelekwa maonyesho kule. Mheshimiwa Spika, napewa nafasi ya kufanya kwenye Mheshimiwa Spika, bidhaa ambazo zinasababisha shilingi inaporomoka ambazo tunazizalisha hapa badala ya, tunaz, tunaziagiza badala ya kuzizalisha hapa. Mojawapo ni hili dodoki la kuogea ambalo tumeliagiza kutoka China. Kuna soksi hapa ambazo tumezitoa Marekani, tungeweza kuzizalisha hapa tuna kitambaa cha mkononi hendika chifu tumetoa Uchina, tungeweza kuzalisha hapa nchini. Kuna chaki tumezitoa Kenya pamoja na China, tungeweza kuzizalisha hapa nchini. Tuna peremenda ambazo tumepewa hapa tunatafuna, tumezitoa Kenya, tungeweza kuzizalisha hapa nchini. Tuna nyembe, Mheshimiwa Spika, tumezitoa China, tungeweza kuzizalisha hapa tuna vipamba vya kutolea uchafu kwenye masikio tumevitoa China, tungeweza kuvizalisha hapa nchini. Tuna toothpick mheshimiwa spika, vitu vya kutolea mabaki kwenye meno tumevitoa China, tungeweza kuvizalisha hapa nchini. Aibu kubwa. Tuna chwingam tumetoa China, tungeweza kuzalisha hapa nchini. Tuna kiberiti tumeagiza Kenya, kiberiti mheshimiwa spika, tungeweza kuzalisha hapa nchini. Tuna rura tumeitoa China, tungeweza kuizalisha hapa nchini. Tuna penseli, Mheshimiwa Spika, tungeweza kuzalisha hapa nchini, vinoleo vya kalamu, notibuku na mambo mengine. Mheshimiwa Spika, tumekuwa tukisema maneno haya pasipo kuleta vitu hivi na kuwaonyesha, hawa hawatuelewi, hawatusikii, inaumiza sana. Mheshimiwa Spika, tunakuwa na wizara ya viwanda Viwanda viliuzwa kila siku. Tunatenga bajeti hapa, tufufue viwanda, tujenge viwanda, hakuna kiwanda hata kimoja. Leo mwananchi wa chini anaumia kwa sababu ya kuporomoka kwa shilingi. Mungu wangu, wananchi hao wanaangamia, na wanaangamia kwa sababu gani? Kwa sababu tumekuwa na maneno mengi, maneno mengi ambayo hatufanyi kazi. Mheshimiwa Spika, naiomba sasa serikali na hasa serikali ijayo wahakikishe viwanda vinaoteshwa hapa nchini ili tuweze kudhibiti kuporomoka kwa sarafu yetu, vinginevyo tukiendelea kununua vitu nje, wananchi